Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tena kwa mfurizo wa tafakari zetu. Tunatafakari masomo ya Jumapili ya sita ya Pasaka bado tupo katika kipindi cha Pasaka, Jumapili ile ya tarehe 25 mwezi Mei 2025. Na kwa wana Tabora hii ni Jumapili ya pekee, kwa sababu kwa namna ya pekee tumejaliwa na Mwenyezi Mungu, tunalo tukio kubwa sana, eh, ni sherehe kubwa sana ya waskofisho wa askofu msaidizi Josephati Bududu. Kumbe tuendelee kumwombea, kwa wale watakaopata ujumbe huu kabla ya siku yenyewe, lakini hata siku yenyewe na baada ya siku yenyewe, tuendelee kumwombea Mwenyezi Mungu ampe baraka na neema anazohitaji kwa utume huu ambao atakabidhiwa na mama kanisa, lakini vile vile tuombee tukio hilo liweze kwenda vizuri sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote, na kwa siku ya Jumapili tarehe ishirini na tano basi tunawakaribisha tutakuwa mubashara. Kumbe kuanzia takribani saa tatu asubuhi, unaingia kwenye chaneli yetu ya YouTube naweka Injili ya Furaha, utakuta pale tuko mubashara. Kwa hiyo mahali popote ulipo ulimwenguni, utaweza kupata mubashara siku hiyo ya uaskofisho waskofu msaidizi wa jimbo kuu la Tabora. Kumbe na wakaribisha sana katika tukio hilo kubwa la kihistoria ambalo kwa jimbo la Tabora ni miaka mingi limetokea. Kumbe nikukaribishe sana, usahau na upatapo habari hizi, mshirikishe na mwenzako. Basi tuende moja kwa moja kwa tafakari ya leo, ambayo tutajikita zaidi mada kuu kutoka somo la kwanza. Somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na tano aya ya kwanza mpaka ya pili na aya ya ishirini na mbili mpaka ishirini na tisa. Ningekushauri pengine kupata mfulizo wa somo hili vizuri sana, usome sura nzima ya, ya kumi na tano kuanzia mstari wa kwanza moja kwa moja unyoke mpaka mstari wa ishirini na tisa. Utapata mfulizo wa tukio hili vizuri sana. Tusikilize somo. Walishuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu, ya kwamba msipotailiwa kama desturi ya Musa, hamwezi kuokoka. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Basi ikawapendeza mitume na wazee wa kanisa lote kuwachagua watu miongoni mwao na kuwapeleka Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba; nao ni hawa: Yuda aliyeitwa Barsaba na Sila waliokuwa watu wakuu katika ndugu. Wakaandika hivi na kupeleka kwa mikono yao: mitume na ndugu wazee kwa ndugu zetu walioko Antiokia na Shamu na Kilikia walio wa mataifa, salamu. Kwa kuwa tumesikia kwamba watu waliotoka kwetu wamewasumbua kwa maneno yao, wakipotosha roho zenu, ambao sisi hatukuwaagiza; sisi tumeona vema, hali tumepatana kwa moyo mmoja, kuwachagua watu na kuwapeleka kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo, watu waliohatarisha maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumewatuma Yuda na Sila, watakaowaambia wenyewe maneno yayo hayo kwa vinywa vyao. Kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo, ila hayo yaliyo lazima, yaani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, na damu, na nyama zilizosongolewa na uasherati. Mkijizuia na hayo, mtafanya vema. Wasalamu. Wapendwa taifa la Mungu, nimeona somo la leo, tafakari yetu tujikite katika somo hili la kwanza, mada kuu ikiwa ni kwamba uinjilishaji wetu, utume wetu uwe ni utume uliojumuishi, kuwaunganisha watu wote wawe vijana, watu wazima, watoto, akina baba, akina mama, lakini twende tena zaidi ya hapo, watu ambao ni kutoka katika makabila yote, bila kujali kabila lolote, rangi ya mtu, taifa analotoka, kazi pengine anayofanya, eh, mazingira anayotoka na kadhalika hiyo ndio itakuwa mada yangu kuu, kwamba tuwe na uchungaji ambao ni jumuishi. Katika somo hili, kwa ufupi kabisa, ni hivi: wale mitume walipokuwa wanafundisha kanisa la mwanzo, walikuja watu ambao walikuwa na mtazamo tofauti, na bila shaka hao walikuwa ni Wayahudi zaidi kwa sababu Injili ilikuwa inahubiriwa kwa Wayahudi mwanzo, ilianza kuhubiriwa kwa Wayahudi, lakini baadaye Injili hiyo ikaanza tena kuhubiriwa kwa watu wa mataifa mengine ambao hawakuwa ni Wayahudi. Lakini wale watu waliokuwa na msimamo mkubwa wa Kiyahudi waliona kwamba wale watu ambao si Wayahudi ni lazima na wao watahiriwe kadiri ya utaratibu wa maelekezo na sheria ya Musa ndipo waweze kuwa Wakristo, wafuasi wa, wa, wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini wale watu ambao hawakuwa na utamaduni huo ambao hawakuwa si Wayahudi, kwao hicho kilikuwa ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo ndio ukatokea mtafaruki dogo, kukatokea shida na kanisa likawa likataka kuwa na mgawanyiko wa aina fulani, na ndiyo maana sasa hao hilo kanisa likaona kwamba ni vema litume ujumbe kwenda Yerusalemu kukutana na mitume na wazee ili watoe mwongozo. Mwongozo upi? Je, watu wa mataifa ambao si wa Wayahudi ili wao wa Kristo, lazima watahiriwe au hapana? Basi na ndio sasa suluhisho likawa limetolewa kwamba hao watu ambao si Wayahudi ni watu wa mataifa mengine wanaweza kuwa wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo bila kutahiriwa, si lazima hilo. Kilicho cha msingi ni moyo wa ndani wa mtu wa kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. La msingi wakasema kwamba itakuwa vyema pamoja kwa na kwamba si lazima kutahiriwa, basi itakuwa vyema waweze kujiepusha na mambo yafuatayo ambayo ni ya msingi kabisa kwamba wajiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu laki, na damu na nyama zilizosongolewa na uashirati. Mkijizuia na hayo mtafanya vema. Wa salamu kwao, waliona kwamba hayo yazingatie, lakini kutahiliwa si lazima sana. Pengine kwa ufupi, nikupitishe kidogo, uone swala zima hili la kutahiliwa inawezekana kwa wengine mkalichukulia kijujuu lakini kwa wale watu wa Agano la Kale, watu waliokuwa nafuata sheria ya Musa, ilikuwa ni kitu ambacho ni cha muhimu sana, na hasa katika imani yao. Kwa mfano, ukisoma ukisoma katika Agano la Kale haya hasa haya utayakuta vizuri kabisa eh? Eh? Kwanza kabisa ni nini hasa maana ya, ya kutahiriwa? Wanaume walikuwa natahiriwa katika Agano la Kale na ilikuwa agizo la Mungu kwa Ibrahimu kama ishara ya agano kati ya Mungu na uzao wake. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na saba ya kumi mpaka ya kumi na moja imeandikwa hivi: hii ndio agano langu mtakalolishika kati ya mimi na ninyi na uzao wako baada yako kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa nanyi mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, jambo hili litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Kumbe yalikuwa ni maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa Ibrahimu. Na tuone sasa ni lini, umuhimu wa kutahiriwa ilikuwa ni nini? Kwanza kabisa ilikuwa ni ishara ya agano na Mungu Kutahiriwa ilikuwa ni alama ya nje ya agano la Mungu na Ibrahimu na uzao wake. Ilionyesha kuwa mtu huyo ni sehemu ya watu wa agano, yani taifa teule la Mungu. Lakini vile vile kutahiriwa ku, kulionyesha ku, kuwa na utii kwa Mungu. Ilionyesha utii wa Mungu kwa maagizo ya Mungu mwenyewe. Mtu ambaye hakutahiriwa alionekana kuwa amevunja agano na kwa hiyo alikataliwa katika jamii ya waamini kama tunavyosoma kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 14. Lakini vilevile kutahiriwa ilikuwa ni utambulisho wa kijamii na kidini. Waisraeli walijitofautisha na mataifa mengine kwa kutahiriwa, ili ilikuwa alama ya kipekee ya utambulisho wao kama taifa teule la Mungu. Lakini mwisho kabisa kitu cha nne ilikuwa ni maandalizi ya utakatifu. Kutairiwa pia ilionekana kama hatua ya maandalizi ya utakatifu, kuonesha, kuondoa uchafu wa mwili na moyo, na kuwa tayari kwa maisha ya kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hayo mambo manne niliyoyaongelea, kwanza kabisa, ishara ya agano na Mungu, utii kwa Mungu, utambulisho wa kijamii na kidini na maandalizi ya utakatifu hayo yote waliyashika hao Wayahudi na ilikuwa muhimu sana. Basi wapendwa, kama tunavyoangalia jamii ya sasa, lakini hata jamii za zamani kwa muda mrefu sasa, ndivyo sijui tulivyoumbwa au sijui ni maelekeo, lakini hali inazidi kubadilika zaidi na zaidi. Kuna utengano wa aina fulani katika maisha ya jamii na ambayo pia yanaakisiwa yana vile vile katika mazingira ya kanisa. Utakuta watu ni mimi, nakuwa tofauti na wewe, kikundi changu ni tofauti na kikundi chako, kabila langu ni tofauti na kabila lako, taifa langu ni tofauti na kabila la mwingine. Unaona, sasa hayo mambo yamekwepo ni wazi tangu binadamu alipoingia hapa duniani Watu walijitambua kama kundi fulani, kabila fulani, watu wanaishi mahali fulani, na wakajiona pengine wana tofauti ya aina fulani na watu wengine, na tukawa na lugha kwa mfano tofauti tofauti, tukawa na rangi tofauti tofauti. Lakini kutokana na watu ambao walikuwa na maslahi binafsi, mfano kama ukoloni, ukaendeleza utengano, watu wakatengwa kadri ya rangi zao eh, sisi wa Afrika wenyewe tukaanza kutengana kadiri ya makabila yetu. Wakati mwingine vitu vya namna hiyo kwa, unakuta hali hii imekuwa si nzuri katika kanisa hmm. Ukienda kwa mfano nchi nchi kwa mfano Marekani, kwa mfano, kwa sababu Marekani kama tunavyofahamu ni wahamiaji wengi kutoka Ulaya tuseme na Afrika, lakini wahamiaji waliotoka Ulaya kwa mfano wangetoka nchi ya Ujerumani wakaenda Marekani kule wangelianzisha kanisa na ungelikuta ni Wajerumani wana kanisa lao, waliotoka labda nchi ya Ireland na wenyewe wangelianzisha kanisa kule, wakajiona kwamba sisi basi tubaki pekee yetu na mila zetu na kadhalika, kitu ambacho ni kizuri pengine. Lakini pengine sasa hivi nadhani kimeanza sasa kutoka, kwa sababu ya ya watu kuingiliana sana. Lakini nakumbuka kwa mfano eh, ukienda kama Uholanzi Uholanzi nakumbuka wakati nasoma kule. Ungelienda kwa mfano, mji mkuu wa The Hague au hata Amsterdam, The Hague kulikuwa na kanisa linajiita ni kanisa la Waafrika, watu kutu wa Afrika kutoka Nigeria, kutoka Ghana na Watanzania wachache na mataifa mengine ya Afrika, waka na kanisa lao, wanasali pamoja, wanaimba pamoja, mambo ya Kiafrika na wanajisikia kwamba wako nyumbani. Lakini vile hata Amsterdam, Amsterdam, kuna kanisa la Kiafrika ni la laki Katoliki, lakini wale wanajiona basi tuwe pamoja pamoja nyimbo zetu zinazoeleza mambo ya Kiafrika chetu, kuabudu kwetu na namna yetu, na kwamba namuona mwenzangu huyu ni Mwafrika na kadhalika, najisikia na vizuri. Lakini ukiangalia makanisa hayo kadri mimi nimesa yote hayo, hata makanisa ya wazungu, lakini unaona hayana ujumuishi ambao ni mzuri sana. Maana yake mtu akija kama ni mzungu akakuta wa wa ni Waafrika tu, atakapoingia ataona ni kama sikaribishi kwa namna fulani kwa hiyo naona vitu vya namna hiyo vipo hata katika kanisa. Nilishakaa vile vile katika parokia fulani jimbo fulani <laughs> nilikuta pale katika kigango fulani kijijini, kabila moja ni dominant, kabila moja ndio wengi sana. Sasa kabila hilo walikuwa wanapenda viongozi watoke kabila hilo, sio makabila mengine, walikuwa wanataka mpaka katekista awe ni kutoka kabila hilo, na ilitokea katekista wao wa kabila lao alipata changamoto fulani akaacha ukatekista. Nilipopeleka pale katekista wa dhehebu wa kabila jingine walimkataa kabisa, yani wakaona ni maramia wakai bila katekista, kuliko kuwa na katekista kutoka kabila jingine. Kwa hiyo naona hichi kilichotokea katika kanisa la mwanzo la Wayahudi karne ya kwanza, mpaka mtaguso wa Yerusalemu ukaitwa, mkutano mkubwa kutatua hili. Hata leo pengine mambo haya yapo. Nilikuwa napata simulizi kutoka kwa misionari mzee aliyeinjilisha Tabora miaka mingi huko nyuma, aniambia kwamba wamisionari wa Afrika walipotoka Ulaya, wakafika hapa Tabora, wakaanza kununua watumwa waliokuwa nauzwa na Wayahudi, au watumwa walitoka Kongo huko, walitoka Kigoma, wapi, basi hapa Tabora kulikuwa na soko la watumwa wanauzwa, wakawa wanawanunua kusudi waweke huru Walipokuwa huru wakafundisha imani na walioonekana kuishika imani vizuri, basi walifundishwa kwa makatekista, wakawa na watuma sehemu mbalimbali za Tabora kwenda kuhubiri, wakawa nenda na wamisionari. Lakini kuna makatekista waliokataliwa kwenye jamii za Tabora, anasema kwamba ah, huyu katekista alikuwa mtumwa, sio? Anatoka wapi huko? Atakuaje mwalimu wetu wa dini? <laughs> Wakawa na wakataa kwa vitu hivi. Nachotaka kusema kwa ufupi ni kwamba vipo leo tunashuhudia pia e, nchi wahamiaji wanavyokataliwa katika nchi mbalimbali mbali. E, sasa hivi hata kwenda nchi za Ulaya sehemu zingine utapitia mzunguko mkubwa sana, ila wao kuja huku kwetu inakuwa ni rahisi kwao. Naona kuna shida, kuna shida e, nchi zetu kutoka na historia ya kikoloni taka kwenda Uganda sasa. Basi jumuiya ya Afrika Mashariki imerahisisha, utapita kwa urahisi, lakini lazima uwe na kitambulisho lakini pengine kabla ya ukoloni mambo ilikuwa unavuka tu, kwanza kulikuwa kuna mpaka tu, unatoka hapo unaenda Uganda kama ambavyo unatoka hapa Tabora kwenda Shinyanga au Shinyanga kwenda Mwanza na kadhalika. Kuna kitu kusema kweli, hebu tujiepushe na utengano, tuwe wamoja. Sisi kama watu wa kanisa tuunganishwe na imani katika Bwana wetu Yesu Kristo, na si vitu vingine vya pembeni ambavyo si vya lazima. Eh, na hasa kwa mfano, mwaka huu tunaanza uchaguzi wa halmashauri wa lei. Huwa kuna changamoto, watu wengine wanasema kwa mfano, za kutana parokia fulani, watu wanapenda jumuiya yangu ndio labda itoe viongozi hawa eh, au au watu wa kabila langu ndio wachaguliwe. Maelekeo hayo yapo, yaani mpaka leo, lakini unaona kwa kweli ni ufinyu wa kufikiri na ufinyu wa kuona, eh, lakini basi hatuwezi tukalaumu kama ambavyo hatuwezi tukawalaumu wale wayahudi wa karne ya kwanza vile vile na sisi hatuwezi tukajirao. Mimi nategemea mtu huyo amekuwa kivipi, mtu huyo amekulia mazingira gani, anayekuwa namna hiyo. Tungependa kabisa kanisa moja liendelee kuwa moja, takatifu, katoliki, la mitume. Mtatoke hapa eh, eh, aende kuhubiri jimbo jingine, mtatoke hapa aishi taifa jingine kama anaona panamfaa eh. Wote tuweze kuwa waamini ambao tunachanganyikana na kuwa kitu ambacho ni kimoja Tumtangaze huyo bwana wetu Yesu Kristo, kuwapendwa, tuwe wamoja, kanisa letu liwe jumuishi eh, tusiwatenge makundi ya watu eh. Ukienda sehemu nyingine utakuta vijana, kwa mfano, wanadai kwamba wanatengwa kwa namna fulani, awapewe uongozi, wakati mwingine eh, masomo kanisani, wanasoma watu wazima, wazee na kadhalika, vitu vya namna hiyo eh. Ukienda makanisa mengine unaweza kukuta kwa kweli si jumuishi. Mfano jiulize, mfano kanisa lako wale watu ambao kwa mfano hawasikii eh, wana changamoto ya kusikia, wanapata huduma gani wanapokuja kanisani? Wengine waweza kutawaji kanisani kwa sababu hawapati huduma ya aina yote. Kanisa inabidi iwepo liwe jumuishi, wawepo watu labda watu wa alama mm, au vitu vya kuwasaidia kusikia kama inawezekana. Watu ambao eh, wana ulemavu je kama mtu ana kitu cha kutembea kwa miguu, kile kitu cha kukana kutembea hmm, na magurudumu je, anaweza kuingia vizuri? Zile ngazi za kuingilia kanisani zikoje? Kumbe kanisa letu liwe jumuishi kwa kila mtu ajisikie. Watu ambao pengine ni maskini je, wanakaribishwa eh? mi wanafurahi ukienda, hasa kwa mfano kama vigangoni, kuna wale waliokuwa na utaratibu Jumapili wanasali, alafu mwishoni mwa misa wanasema kama kuna wageni tunaomba wajitambulishe basi, wanajitambulisha mimi ni nani, nani natoka sehemu fulani, nimekuja hapa sasa na mimi na ninyi ndugu yangu ni huyu na huyu. Kwa hiyo naona ule ujumuishi huo ujumuishi. Kwa hiyo tuendelee kujifunza kuheshimu tofauti zetu tunazokuwa nazo, nazo. Tofauti zetu ni zawadi, na sila ana ni zawadi moja nzuri sana na zile tofauti tukiziunganisha kwa pamoja, basi tutaendelea kuwa matajiri wazuri wa, wa kabisa katika mahusiano yetu, lakini vile vile kujenga jamii zenye mazungumzo. Tunaweza tukawa na tofauti za hapa na pale, mtazamo tofauti, lakini tukawa na mazungumzo, na hivyo baadaye ya kushutumiana, kutengana, basi tukajifunza kusikilizana, lakini vile vile na kutoa elimu ya maadili, upendo na historia ya kweli eh, historia ya kweli Sianze kuwafundisha kwa mfano watoto kuhusiana na mambo ya kutengana eh, kwamba bwana, huko nyuma sisi tulikuwa hivi na hivi, atuchangamane na hawa ah. Wafundishe kwamba ilikuwepo, sisi tulikuwa nayo, lakini nyinyi kama watoto basi unganeni kwa pamoja, mwe kitu kimoja. Na hiyo eh, ndiyo vitu tunavyopashwa inavyo, inavyo kuwa. Ndiyo maana hata kwenye Injili ya Mateo sura ya 22 mstari wa 39 imeandikwa kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda. hmm. na Wagalatia tatu ishirini na nane inasema kwamba katika Kristo nyote mmekuwa wamoja, nyote mmekuwa kitu kimoja. Kumbe tuendelee kuwa kitu kimoja na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo yote. Nimalize kwa utenzi kidogo hapa mfupi wa umoja na upendo. Utenzi unaenda hivi: sote ni viungo vya mwili mmoja Tumeitwa kwa jina la Bwana, hakuna mkubwa wala mdogo, sote ni wapendwa wa Mungu Baba. Wayahudi mataifa kwa pamoja, wanaume wanawake kwa neema, wenye macho na maskini wa roho, tunajengwa kwa hekalu la Kristo. kwa nini tuchukie ndugu mwenzetu kwa rangi, kabila au mavazi yao? Mungu haangalii mwonekano wa nje huangalia moyo uliojaa upendo. Wenye ulemavu, maskini, yatima, wakimbizi, waliojeruhiwa na dhiki, wote ni sehemu ya familia ya Bwana, wanastahili heshima na huduma safi. Kanisa si kwa wachache wa heshima, bali ni kwa wote, hata wasio na jina. Usimkatae yule asiyefanana na wewe, pokea kwa upendo umshirikishe. Tutembee kwa nuru ya kweli ya Yesu, tukijenga madaraja, siyo kuta za chuki, tukiombea mataifa na majirani, tukiwa mashahidi wa upendo wa milele. Ee Bwana, tuunganishe kwa Roho wako, vunja kiburi, vunja kila ukuta, tujalie moyo wa kutumikia wote. Umoja wetu ulete nuru duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Na kukumbusha pia Jumapili, kuanzia saa tatu ingia YouTube, weka Injili ya Furaha, tutakuwa mbashara tukuletea daraja ya waskofisho kwa askofu msaidizi Josephat Bududu wa jimbo kura Tabora. Tukio kubwa hili usilikose, tutakuwa mbashara. Karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Hello, kwa majina naitwa Dotto Simoni Maganga, meneja wa Nazareti Kantini Tabora na Joni Paulo Hosteli, ambazo ziko chini ya Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji, kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula cha mbalimbali vikiwemo vyakula vya kimataifa samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma, vyote katika hali ya ubora na usalama, na tunazingatia afya ya mteja. Pia katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Ngaa wetu upo karibu na hosteli, ambapo mtu anapata malazi pia ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali za vinywaji. Nazareth kantini inapatikana karibu na mahakama kuu Tabora ama kanisa kuu. Inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote. Ukimuuliza mtu atakuelekeza, mwambie nataka kufika Nazareth kantini, iko mkabala na mahakama kuu. Kwa mawasiliano zaidi, jinsi ya kutupata unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo: 0656 43 64 10 ama 0674 93 49 46. Karibuni sana mpate huduma bora safi na salama.